Stephen Aziziki amejiunga rasmi na Wydad Casablanca ya Morocco kwa mkataba miaka miwili. Kiungo huyo mshambuliaji wa Bukina Faso, Stefano Aziziki, amekuwa ni sehemu ya kikosi cha Wydad Casablanca baada ya kuweza kukamilisha uhamisho wake kutoka Young Africa Sports Club, ambapo kwa maelezo ya mkataba ambao mkataba huo ni wa miaka miwili, e b, mshahara wake utakuwa ni dola 40 eh, ambazo sawa sasa na Tanzania shillings milioni7 pia E, ada ya usajiri mwaka mmoja ni dola laki tatu ambazo sawasawa na Tanzania shillings milioni mia nane na tisa ambapo mwaka wa pili ata weza sasa kulipwa e, ada ya usajiri ambapo itakuwa ni dola e, laki tatu elfu hamsini ambazo sawa na tanzanian shillings milioni 944 bana ada ya uhamisho wa kutoka young africa mpaka kufika e, katika viunga vya Wydad casablanca ni dola milioni moja ambazo sawa na tanzanian shillings bilioni 2.6 uhamisho huo umekuwa ni hatua kubwa sana kwa Azizi Ki ambapo pia imekuwa ni faida ya kifedha kwa klabu ya soka ambayo alikuwa ametoka alikuwa akiiwasha kwenye klabu ya soka kutoka hapa hapa Tanzania Young Sports Club, ambapo waliweza kumlea na kuweza kumtangaza barani Afrika. Maoni yako yako vipi kuhusiana na sakata zima la Aziz Ki lakini pia kuweza kusajiliwa na Wydad Casablanca kutoka eh, Young Africa. Labda pengine anaweza akawa ameacha pengo kwa klabu ya soka kutoka hapa hapa Tanzania Young Africa. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nje comment hapo. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.